Huyu ndiye mchezaji aliyecheza timu nyingi zaidi duniani, ambapo kwa majina anaitwa Sebastiana Ablai. Ndiye mchezaji mwenye rekodi ya kucheza timu nyingi zaidi, kwa kuwa amecheza takriban timu thelathini na mbili hapa duniani. Kwa majina kamili anaitwa Sebastiana Sebastiani Ablai Galo, ambaye alizaliwa Oktoba 17 mwaka 1976. Eh, sehemu anayokaa ni Minas Uruguay. Position ambayo anacheza ni forward. Mechi eh, na magoli ambayo amefunga ni 860 huko akitoa assist 435. Timu yake ya Uruguay aliingia toka mwaka 1996 hadi 2012 Uruguay akiwa na mechi sabini, assisti, eh, magoli sabini na assisti 26 sasa klabu ambazo amecheza Sebastiani Mwaka 1995 mpaka 1996 alicheza timu ya Defensa, ambapo mwaka 1996 mpaka 98 alicheza timu ya Deportivo La Clana. Mwaka 1998 alicheza Gremino Loani. Mwaka 1999 mpaka mwaka 2020 alicheza tecos -te -te kwa mkopo mwaka elfu mbili mpaka elfu mbili na moja alicheza San Lorenzo kwa mkopo. Mwaka elfu mbili na moja alicheza Nacional kwa mkopo lakini mwaka elfu mbili na mbili mpaka elfu mbili na tatu alicheza Cruz Azul nayo kwa mkopo lakini mwaka elfu mbili na mwaka elfu mbili na tatu alicheza America kwa mkopo nayo lakini mwaka elfu mbili na nne alicheza Tecos kwa mkopo na mwaka elfu mbili, na, yeah, mwaka elfu mbili na nne, mwaka elfu mbili na tano, alicheza na Sino hii alicheza injini kwao eh, kama mchezaji aliyesajiliwa mwaka 2005 5 mpaka elfu mbili na sita alicheza Sinaloi huko akiwa mchezaji. Mwaka 2007 alicheza Monterey. Mwaka 2007 alicheza San Luis. Mwaka 2007 mpaka 2008 alicheza Tigers Yoni mwaka 2008 na alicheza River Plate kwa mkopo, mwaka elfu mbili na nane, alicheza Beitar Jerusalem ya Israeli. Mwaka 2008 mpaka 2009 alicheza River Plate tena. Mwaka 2009 alicheza Lili Sociedad alicheza, lakini hapa ilikuwa ni kwa mkopo. Mwaka 2009 mpaka 2010 alicheza Alize, huko ilikuwa amesajiliwa. Mwaka 2010 mpaka 2012 alicheza E, Botafogo hii ni ya Brazili, na mwaka elfu mbili kumi na mbili alicheza Figueirense, hii yacheza kwa mkopo, ni timu ambayo ipo Brazili. mwaka elfu mbili kumi na tatu mpaka elfu mbili na kumi na tano alicheza na Siano e, ya huko kwao. mwaka elfu mbili kumi na tatu mpaka elfu mbili kumi na nne alicheza Rosario Central hii alicheza kwa mkopo mwaka 2020. Mwaka 2015 alicheza Acacio kwa mkopo. Mwaka 2016 alicheza Sodi America. Mwaka 2016 alicheza Santa Tecla. Mwaka 2017 alicheza Bangu ya huko Brazil. Mwaka 2017 hiyo alicheza Centro Española. Mwaka 2017 hiyo alicheza eh, Puerto Monte. Mwaka 2018 alicheza Audax Italiano mwaka elfu mbili na kumi na nane huo alicheza Malagalanes eh, ya huko huko. Mwaka 2019 alicheza Rio Branco ya Brazil. Mwaka 2019 mpaka 2020 alicheza Boston Boston River. Mwaka 2021 eh, alicheza Atletico MG ya Brazil. Mwaka 2021 hiyo alicheza eh, Sud America ya huko Brazil, na mwaka 2021 alicheza Olympia de Minas. Hizo ni timu zinafika 32 ambazo ameweza kuchezea mamba huyo hapo, Sebastian Abreu. Katika mataji ambayo ameweza kuyavuna, basi alivuna taji la Argentina Premier Division mwaka elfu mbili na moja Clash Uruguay Premier Division, wale ambao alivuna mwaka elfu mbili na moja elfu mbili na tatu lakini e, Apertura mwaka elfu mbili na nne e, Apertura elfu mbili na tano Argentina Premier Division elfu mbili na nane Clausura kazi elfu mbili na kumi keama elfu mbili na kumi take leo elfu mbili na kumi mpaka kumi na mbili Salvadon na kumi mbili, Premier Division, elfu mbili na kumi na sita alichukua ali, ali eh, taji la Petrula Copa America elfu mbili na kumi na moja. Tuzo binafsi ambazo amezipata ni Mexico, Mexico Premier Division Golden Boot lakini Velano elfu mbili na moja Velano elfu mbili na mbili Apetula elfu mbili na tano eh, Akashio elfu mbili na sita Uruguay Football of the Year elfu mbili na moja top scorer in the Salvador Apetula eh, mwaka elfu mbili na kumi na sita na top scorer in the chaldi mwa